Tuko majira ya saa sita saa za Afrika kati, na kama kawaida ni muda ambao uh, tunakuwa tunautumia vizuri sana na ndugu yetu hapa Saidi, na kuweza kusikiliza nini uh, ambacho kiko uh, kulingana na uchambuzi wa siasa na mambo ambayo yanaendelea DRC, uh, kutokana na, na yale ambayo tuliyazungumza jana. Uh, leo tutakuwa tuna mambo mengine mapya ambayo tutazungumza na hii ni kutokana na kwanza, demission ya, ya Kamere inaipa nafasi IDPS kuweza kuchange constitution. Wanasema kwamba IDPS ilikuwa iko blokea na Kamere juu ya changement ya constitution eh, kubadili katiba. Je, hili swala ni wakati wake wa kubadili katiba, ama kwanza tupambane na M23 mengine zaidi? Ngoja tumtafute mchambuzi wetu hapa, eh, tusikie kuna nini ambacho iko nacho. Yo, karibu karibuni. Mm, kwema, sio mbaya sana labda. Za kwako? Kuna chai, sisi ni kama dawa. Uh, so chai, ila kahawa mara mingi ndio inakuwa inatumika <laughs> eh, unajua kahawa mara mingi hiyo ndio inakuwa kuna uh, kahawa pamoja na vile vya kuchungu kuchungu, vile ndio ile ile. Wazee wa ngoshu mwandoni, vipi sauti yako? Kama sauti kama ime ina shida. Ah ah, hapo salama eh, hapo sasa ndio. Una kama unasikia sikike hapo, hapo imetoka eh, hapo imetoka. Yaani ilikuwa kama ilikuwa kama ugali uh... a ah. a ah. hi ma chakula ndege na inabanaga sauti sana eh. Sasa <laughs> <laughs> <laughs> Sasa hivi kuna, kuna, kuna vitu viwili. Kitu kimoja kwanza, e, UDPS alikuwa anasema uwepo wa Kamerhe walikuwa wa na bloki wao kwenda na proses zao za kushanje constitution kubadilisha katiba, na ndio mchakato ambao unaanza sasa hivi. Sasa swali lenye liko linakuja, je, sasa hivi ni wakati wa kubadilisha katiba ama kwanza tupambane na M23? Ila kabla ya haya tusikize kwanza e, kifungua kinywa chako ni eh, sawa badili katiba. Mimi na wajua tuko na mashabiki wengine, lakini hiyo katiba kwanza, kabla mimi sijajibu swali, hiyo katiba waliounda ni wakongomani au ni watu wengine? Ni wakongomani basi...... katiba ni kutafuta kubadilishwa, si politika? Ndio maana swali hiyo mimi nimekuuliza, kabla sijaenda huko, yani watu najua hiyo katiba kwanza, ni kila mkongomani anajua katiba inasema nini. Wakati iliundwa ilipitishwa bungeni na wakasomewa wakongomani kujua sheria ya katiba yao, walipitisha bungeni ehe, na wakajua kati katiba katiba nasema moja mbili tatu, mm, na, nafikiri na, na kipindi hicho spika wa bunge alikuwa kama Kamerhe kama sikose hivi eh? Tunarudi tena pale pale, kesi na simba na mwamuzi simba, hapo ndo utajua katiba. Mimi ndugu yangu upange vyetu na, mm. na sija kupoteza network yako. Uliona uh, mzee Mseveni anakimbizana kimbizana na ule bwana wa Uganda ule knu uchaguzi, ili tutakuja kulionge, tutakuja kulichambua <laughs> siku ingine <laughs> <laughs> Alichambua siku nyingine, lakini kwenye katiba mimi, mm. sio kama sabini au hamsini mia, mm. mm. nipo naunga mimi, yani mimi ni tofauti na maoni na wandugu yetu, niko naona watu wengine wanashambulia, wako wengine Ulaya huko, wengine sijui wapi, wanashambulia. Mimi sipo kwa ajili ya sababu ya kuchukia ukabila hicho kitu mimi sipo mm. hicho eh, kitu sipo. Kabila ya Kongo tuna kabila wengi sana lakini, watu wapo hapa kwa ajili ya kukaa na bwana Baraka kwa sababu ya ukabila tu hatuwezi mm. tukaishi sisi wenyewe Kongo. Wale watakuwa wema waje kwa wema, wakae kama sisi wa Kongo. Mani tunaishi kwa nchi ya ya wengine, mbona sisi tunaheshimu Mkongomani ni mtu mwenye anakuwa na discipline sana nje, ana hivyo tu, akiwa ndani mwao anafanya, lakini hauwezi ukaona mkongomani wapo wanafanya makosa. Wengi wetu sisi tulivyokuwa na nchi kubwa, tembea popote, ingia Tanzania, ingia Zambia, ni mtu anaheshimika sana mm, na hatujawahi kushambulia nchi ya watu au wa kudharau watu wengine, kwa sababu tunajua kuishi na watu sisi wenyewe kwa wenyewe tunakuwa na ule ugomvi, lakini ikitokea tupo nje ya nchi hatujawahi kufuruka, hatujawahi yani, kuyavuruka kuyakanyaga. <laughs> Sasa mimi sitaki watu wanavyoshambulia, kushambulia kwa ubinafsi, kushambulia jamii ya Wakasai, hichi mm, kitu mimi sijapenda, sababu kuna wengine, siwezi kuweka majina hapa kwa kuungereza ni watu wenye ambao mimi nawafahamu, wengine wako Australia nawafahamu huko. Naona mtu anashambulia yani, ukimwangalia anavongea yani hata angekuwa baba wa nyumbani labda huyo awe baba farafara <laughs> eh, sababu kuna wazee wajinga nao wanazeka wanazekau wakizaliwa hapa Marekani <laughs> huko Marekani kuna watu wenye wakusoma kutoka kwetu Afrika, wa Kenya wa Kongo, wanafanya <laughs> ile makazi ya kuchunga kuchuma wazungu <laughs> wale akili haina sawa lakini huyu mzungu kimsikia anaongea Kiingereza kuzidi ule mwenye kuchunga huyu, uh -huh. Angepelekwa Kongo, angeteuliwa kuwa kiongozi huyu mzungu uh -huh. Sisi tunateua kwa sababu ni msomi, alisoma. Sasa cha ajabu huyu mzungu anasema akili yake haikae vizuri, networke haikae, kuna mtu anapotea, lakini anaongea Kiingereza kizuri sana, anaongea Kiingereza kizuri na anatumika Walmart wanatumika maongo ipo na sehemu zingine, lakini hakili yake yaani muko, muko ile club moya muko 12 mm -hmm. inatumika lakini hii 6 haitumika ake. Sasa mtu kama anakuwa na ni lazima 12 itumike na ile 6 itumike mm -hmm. Kivinginevyo, mkiwa mnaungua mmoja itaenda kukuza ako na vitu vingine vingine tena mule mgari au <laughs> sawa, turudi kwa point. sasa kwa hiyo Sitaki watu wanavyoshambulia kabila o kisekedi o waswahili o sijui na nini, tutabakia waswahili wote wataondolewa. Huo ni uongo, ni kuvuruga. Mm. Sisi sote ni Wakongomani, katiba iwekwe, katiba yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo ndani ya katiba mm, ile kwanza kifungu cha kusema kama Kongo ina uwezo, inasema inawezekana ikakabidhi kipande Mm. Analenga, sababu. Kwa lengo la ku la kulinda uh, maslahi ya Afrika na amani. Kongo inaweza kutoa kipande kimoja uh, cha, cha udongo wake au ni Lora Kabila ni nani aliandika? Ni politika nambe Vitali Kamerhe, na leo kuko wengine ambao walichangia wa, wa kuandika wako ndani ya UDPS kama uh, kama profesere Mbata Mbata pia alichangia yeah, kuandika hii katiba na leo ni mtu wa UDPS na ni mmoja kati ya watu ambao mimi leo mm. Mimi leo mimi leo, leo najitoa mwanga wale wenye kunishukia wanishukie mm. Hivi najua kwa nini Joseph Kabila au Joseph Kanambe basi hiyo wakafanya confession wakafikiri ni mzee Laurent Kabila, Joseph Kanambe mm. Unajua kwa nini anapendwa? Mhm. Mm, yaani iko hivi yenda kwa mwanamke mwenye ambaye unamkuta na watoto na wale watoto sio wako. Ni mm. wadogo sana wanaume wenye wanakwenda na uchungu na wale watoto. Mhm. Yaani, wale watoto wanakuwa kama wanakwenda na wanarudi

Sheria hiyo freedom inatoka wapi? Kwa hiyo maana yangu ni nini? Josefu Kanambe alipoingia kwenye madaraka, ueleele wa sisi wakongomani ukampenda, sababu inchi aligeuza Santa Karawi. hmm. Ndo maana mpaka ya watu wanakulia leo, yani weni kuwa na future ya kuchunga walichokuwa nacho, wa wakongomani ni wadogo ukisikia mkongo mani anampeleka mtoto yake kusoma sana, maanake ni kwenda siku aenda hivyi kwenye serikali siku kwa sababu ya kuya kuchuma wananchi wale wenye ambaye wa kusoma hawalinde eh, eh ni kuibia familia yake ya ule mama yake aliyouza shamba aende asome. Sasa Joseph Kanambe alivyopewa madaraka kabla kuua kumuua zee Angalia wachague wa, kwenye ambaye watampeleka kama menga na mmoja, wakaona huyu atakuwa chini ya Kagame. Naona na Kagame akamwona ule ni sawa, sababu hatampelekesha kama nafutaka yeye. Mm -hmm. Hii diplomasia ni kufanya Kisekedi ipige kwanza mikono. Mm -hmm. Kagame ana miaka ishirini na zaidi kwenye madaraka, Kisekedi ana miaka nne lakini anapambana na litini kama Daudi na na Goliath. Mm. Sikidi ni ne... Alafu sio yeye mwenyewe. Sikidi taka ende anapambana na Museveni. Anapambana na Kagame, anapambana na siasa ya Tanzania. Anaenda mwaka wa nane? Anapambana nao. Mwaka wa nane hivi anaenda nao? Ashabobea bobea. Yes. Yes. Asha bobea. Mwaka wa nani? Wewe ulishawahi kuoa mwanamke kwa sababu ana vitoto vikubwa, vidume, alafu kila siku vinakutishia. Hiyo ndio ndalala wewe. <laughs> <laughs> Na mm -hmm. Weo, kutaka, na ule miaka sita saba lakini maisha yako yatakuwa ni zunguzungu kwa mm hiyo -hmm. Watu wanampenda Kagame, wanampenda Joseph sababu irudi kwa pwenti isipoteze Kabila. Alijitengenezea Kabila ali, Kabila ali katiba yake ya kupinga yeye sio wakongomani yes. Na ukiangalia vitu vyenye ambavyo aliweka ni vitu vya kudefense mm. yeye

Afghanistani pale makaakuwa kote kwenye anaendaka lakini kapito ile ya, ya rasha pale ndugu yangu, ilikuwa ni ya wanani, ili rasha akaichukua sio masiara e, wakati wenyewe wanapiga mdomo huku yeko anajikabizia kipande eko na weva kipande, yeye apiga mdomo yee, kazi anajiongezea shamba. Kwa hiyo hiyo ni kitu yani ni habari ya vyombo kwenye social media. Kwa hiyo kabila alifanya vile kisi alifanya Marekani uwe ni ya kumchunga yeye na yeye haakuwak kila kitu eh, eh. Alitengeneza ya kumchunga yeye, si kwa sababu ya Wakongomani. Mm -hmm. wakati mtamgusa ndo hivi sasa hivi ndo kwa kisekendi, ilikuwa ni nguvu kushambulia moja kwa moja kwa sababu akina Kamerhe huku walikuwa weni wenikudhaminia huku, kwa hiyo ni bidii anze kusokotoa moja kwa moja moja kwa moja na ndo maana hata hatakufungwa kwa mtamba hakukuwa na uwezekano, kama hata Tshisekedi angemsemea, no sababu walijua ekwa naenda wapi, yeah. uh, uh, ilikuwa ni bidii sheria uh, sionekana uh, uh, uh, uh, hapo yeah, yeah. Kuna, kuna, uh, kuna pointi muhimu sana hapo umegusia uh, ina maana Tshisekedi ili swala yeye alikuwa analijua, na ndio maana kesi ya Mutamba akutaka kuingilia, kwa sababu angeingilia ile kesi alafu hii kamera na itokio angesema kwa nini aliingilia ile kisha hii yes. Anakalia kim anaijua vizuri, eu anaijua na kutoa sauti yoyote. Sasa, sasa sikia unafiki wa Jisegedi. Unafiki wa Jisegedi ndo mimi nauleta mm. Wakati anasikia yuko Marekani anasikia kama Kamerhe u uh, amesha yakanyaga mm. <laughs> Kamerhe ameyakanyaga ya huu uh. Anajizuru akasema no, nomi nalegrete sana <laughs> <laughs> <that's it. laughs>

aiko domeni yangu bo, mi siko mganga, mi siko parlementaire, mi siko mbunge, na hiyo ni masuala yani ya wabunge wao wenyewe, kwa hiyo sijui hata kitu. Sasa ni rais mwenye anapenda kukwepa sana lawama, mi sijui hivi hataki sheria ifanye kazi lakini turudi kwenye katiba, katiba ibadilishwe. Sasa kubadilishwa kwa katiba na kupaga, kupigana na M ishirini na tatu, kipi tukipe kipaumbele sasa hivi? Kubadilishwa kwa katiba kuna vifungo vyenye ambavyo wazungu walituachiaka vyenye ambavyo sisi hatuwezi kuvuka mpaka mpaka. Kwa mfano, kwa mfano wenye wanaruhusiwa kuvuka mpaka kwa vile vifungo ni wazalendo, mm -hmm. Wazalendo pekee hawana mkataba, manake ni wale wale, ni wanaitwa wa San Frontiere, wale wanakuwa popote wanakwenda, mm -hmm. Wazalendo lakini kwenye serikali, ndo maana watu wanamu, waliniuliza ndo maana, kwa nini Tshisekedi awatambui sana hao wazalendo? Akiwatambua sana wao kwenye serikali, basi watakuwa kwenye sheria ya serikali no, wazalendo Eh, yani ks navo wazalendo simama na no, wakiingia kwenye mfumo wa ni wa serikali, hapo tunaharibu kila, kila, kila basi, basi. Yani hii ni sawasawa vale va ale walitaka wa kuangola mpaka leo wanajitegemeaka wenyewe mm -hmm. Alikataa kuchangana na waskari wa kuangula m nielewa na kuelewa waskari wanakuwa wanajitegemea wenyewe. Kwa hiyo wakijiingiza huku kwenye mfumo, wabaki wanapata support tu wa serikali, ila wasingie kwenye mfumo wa serikali. Yani wabaki kama hawa waskari wa wa wa Putin hawa wenye wanawaita wanani hawa, Wagner ni nini, unaona, hawa ni waskari wao. Na hapo Marekani wapo wale wanaitwa water water sijui water nini. Blackwater wa Marekani, Blackwater yes. Shukrani wale ni waskari wanakuwa wanajitegemea hata bajeti yao inakuwa tofauti, unaona mm. kwa ha hiyo hata vita ikisha Kongo, awa awa wanabaki kabisa wanajitegemea wenyewe. alafu kitu kingine, sisi tuna madhaifu makubwa sana hiki mm. kikosi cha Wazalendo ingekuwa kabisa wakae chini, wapange waskari wenye wanakuwa special. ila wasiwe wanavaa wasio wanafaa makombati wasio wanafaa nini chochote, kama vile gisi, wawe wajasusi wale wakuchunguza vizuri, wachaguliwe wale wenye ambao wanaonekana vizuri, wenye na madili vizuri, itatusaidia sana wawe moja. Utafute wanawake wazuri wa Kibembe, wa Kiflero, wale wenye wanaonekana vizuri na <laughs> sasa, sisi huko tuwatumie huko uko, uh, uanze uh, kujua na sisi kenikuendelea huko, bona wenyewe wanatutuleteaka sisi hilo swala hilo swala nafikiri na tutapata muda mwingine wa kulizungumza vi vizu vizuri, kwa, kwa, kwa, yes. sababu ni swala kubwa na kuligusagusia uh, tumalizie. Nishawahi uh, kuhusiana na hili swala la, la katiba katiba, tumalizie hapa. Katiba ni lazima ibadilishwe na kubadilishwa kwake, uh, na vita huku iko in, inaendelea in, je, katiba itatupelekea kwenye uchaguzi? Eske tuko na umuhimu wa kufanya maeleksion saa hizi ama tungoje, badilishwe katiba kabisa, ibadilishwe, sababu kutobadilisho kwa katiba hakuna hakuafikiani na vita kuendelea. Itatupa na nafasi ya kuweka defense. Unajua pale Kinshasa kuko wengine awatakiwe kuondolewa pale sabu kweni katiba hawa wai kuna kitu kenye ambacho waliyachaka. Katiba ipitiwe kabisa, ichakatuliwe icha yote iangaliwe ikiwezekana ikiwezekana, katiba ibadilishwe. Mbona Marekani ibadili? Mbona Marekani Trump aliibadili kila kitu, alichakatua kila kitu hii inchi... mtoto kuzaliwa Marekani bila kupewa uraia na nini, iko kwenye katiba. Nchi nyingi, nchi nyingi, nchi nyingi zimebadilisha katiba. Mimi nashangaa Kongo yeah. ndio inakuwa sasa inakuwa wandire kama ni, ni Yes. Ni Kenya hapa juzi juzi, yeah. Katiba juzijuzi wamebadilisha katiba, nchi nyingi katiba akavunja akaweka yake, wakabaki wanasema sema kama mazombi, wala kuwasikiliza. Ibadilishwe, hakuna mtu anatupangia cha kufanya. Okay, um, nafikiri yeah, na, na, na kwa, kwa kauli hiyo ndio ya mwisho, hakuna mtu ambaye anatupangia cha kufanya. Ewa, mi nakushukuru sana, mengine tukutanani, yeah. Kesho tutajadili kwa upana sana, nitakuandikia eh, kuhusiana na ambayo tutajadiliana siku ya kesho. Asante sana bwana, kesho kwa ni mchambuzi wetu huyu wa siasa na mwanaharakati kutoka Marekani bwana Saidi. E, mengine tukutana ni majira ya saa tisa. E, uh, mii ni ndugu yako Rejabu Wakili Kabonga na ni Baraka 1 TV.